Hujambo, popote pale ulipo, na karibu kwenye pitapita za kwangu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Kama ndio wajiunga nasi for the first time, hakikisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, klikia neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jimila account yako, copy the link and share. Nawekea comment yako pale, na bwana akutende wema. Kwa hivyo na nikikarika pitapita hapa, nikafika maeneo yepi? Nilianzia katika eneo la Mtopanga kule Mombasa, watu wa pwani mpo, watu wa Mtopanga kule, ambapo kuna polo mmoja wa hapa alitulizwa na kaka zake alipohuzunika kwa kukosa kutajirika kama wenzake licha ya kutia bidii kutafuta mali. Naam, jamaa huyo alilia kwa masikitiko akisema juhudi zake nyingi zimekosa kuzaa matunda alivyotarajia aliteta eh, kwamba tangu akiwa mdogo aliamini kuwa bidii na uvumilivu vingemfaa kwenye mafanikio, lakini basi alipokuwa mkubwa, you know, kuna vitu kigrow. Nasema kwamba ukisha grow ni unajua kwa ground mambo ni vipi. Kwa hivyo ameng'ang'ana, amekuwa mtu kabisa, yeye ni mtu wa bidii lakini hajaifanikiwa kama wenzake, mpaka kabidi atiwe moyo. Nakwambia kuambia njia, njia kila mmoja si sehemu kila mtu ana njia yake, vile Mungu amempangia kwake. Kwa, kwa hivyo ukifika mahali ujafanikiwa kwa haraka usiwe na wasiwasi, usiwe mtu ambaye utakata tamaa haraka kwamba lazima uwe kama so so. Mm -mm, kila mtu ana njia yake. Kwa hivyo kuna vile Mungu amepanga ya kwako, usikate tamaa. Naam. Ilifanyika wapi? E, kule Mtopanga Mombasa. Nikitoka Mtopanga nikavuka moja kwa moja hadi Kihuro, inaitwa Kihuro kule Nyeri. Kihuro Nyeri. E, kuna polo mmoja anayeishi katika ploti moja hapa, alikemewa vikali kwa kushawishi wanawake waache waume zao. Siku ya kioja jombi, huyo alifanikiwa ama alifumaniwa na jirani akimtongoza mwandada, akimwambia anaweza kumpagawisha kwa njia ya kipekee hadi amsahau mumewe. Yani wewe unangoja tu aolewe kwingine, sasa unataka kuharibu ndoa ya mtu yani, we, kwa nini wewe mwenyewe umeshindwa kuwa wakwako, unataka kuharibu za wengine? Tabia mbaya, acha tabia hiyo, tafuta wakwako. Wacha tabia tabia tabia hiyo chwara kabisa mm, ishindwe mfululizo mfululizo naam. ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni eneo la Nyeri, nikitoka kule Nyeri nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Malindi, Malindi mjini, Malindi mjini kuna kalameni mmoja wa hapa alichanganyikiwa mpango wake wa kando alipokataa kutimiza ahadi walioweka ya kuvunja ndoa zao rasmi, ili waishi pamoja. Inasemekana kwamba walipoanza uhusiano wao waka, waka, walikubaliana kuchukua hatua kuvunja ndoa zao waoane wenyewe kwa wenyewe kwa, kwa hivyo alifika mahali, unajua watu wanapatana mahali, alafu baada ya kupatana wakasema fanya hivi juu wamependana, mapenzi imeshika moto, wakasema mi nataka kuachana mke wangu na we achana na mme wako, tuoane, maana sisi tunapendana, sisi ndio Mungu, we were meant to be together you know, we were meant to be together. Alafu alipokubaliana, mwanaume akaenda akaacha mke wake mwanamke akaenda akaona, hapana, akabaki na mume wake. So jamaa amengoja amengoja, kimeumana. Wacha iwe mfunzo kwake na watu wenye mipango ya kando wenye tabia kama hizo. Yule ambao umefanya uamuzi kuishi naye ishi naye mpaka mwisho, wacha za ovyo. Wewe wacha za ovyo, watakuharibu ndoa za wengine. Amekosea nini hao wengine? Naam. Kitafakari ja hayo, nikavuka mpaka eneo la Meka kule Embu, Meka Embu. Eh, kuna jombi mmoja wa hapa aliingiwa na wasiwasi na kukatiza safari ambayo mke wake ali, eh, na wanawake wengine wa kanisa walikuwa wamepanga Naam, inasemekana kuwa mwanadada huyo ali, aliomba mumewe ruhusa kwenda ku, safari ili kutalii maeneo ama maeneo tofauti tofauti na kupunga hewa kwa wiki nzima, lakini bwana, mwanadada huyo alishikilia kwamba safari hiyo ilikuwa ya wanawake na wanarika wa kanisa na alifaa kupewa nafasi hiyo na hata hivyo, baada ya jamaa kufanya uchunguzi wake aligundua kwamba baadhi ya washirika walikuwa mabarubaru. Akamwambia aka, aka, aka mkewe kwamba asithubutu yani, walikuwa ni maboys, maboys ndio wanaenda kule maboys. Akaangalia sema hey, hiyo anaenda wiki mzima naa maboys, mi nilipe. Akasema huendi. Jamaa akakataa ni kutokuwa secure, ama yani buda azima safari ya mkewe na mabarubaru asema hapana. Hapa serikali inaweza change. Staki. Staki ku regret later naam, kitafakari bado juu ya hayo nikafika, nikafika eneo la Malaba Busia. Nikimalizia kule Malaba Busia eh, kuna mganga mmoja aliyekuwa akiendesha shughuli zake eneo hili aliamua kuhama kisiri baada ya wenyeji kutishia kuanika ukora wake. Wenyeji walidai kuwa mganga huyo alikuwa amewapunja wengi hela. Sasa huyu mtu hujiita mganga lakini hajui chochote. Ana lugha tamu, ukifikiria ana uh, ana suluhisho ya matatizo yote, lakini ni mwongo sana. Mzee mmoja alisema, yani mnaenda kwake. Suluhisho la pekee huwa nakuambia kwamba ni kwa Yesu. Enda kwa waganga wote, wenyewe wako na mashida za kwao. Angalia huyu aliposemwa kwamba watatoboa siri zake alitoroka, akawaacha. So alihepa, aliona kimeumana. Please nikwambie hivi. Tupatane tena kesho ama wakati mwingine panapo majaliwa wa yake Mwenyezi Mungu. Shalom! God bless you and bye bye, subscribe.